Rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa ameshauri kufumuliwa na kuundwa upya kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuendana na changamoto za sasa za mabadiliko ya kimaendeleo. Hii ni kutokana na mabadiliko ya kiuchumi na kiteknolojia. Mkapa amesema hayo katika mhadhara uliowashirikisha wataalamu wa masuala ya kiuchumi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika Chuo cha Ulinzi wa Taifa Kunduchi jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Aaron Mrikaria. Ukumbi wa Chuo cha Ulinzi wa Taifa Kunduchi jijini Dar es Salaam, rais mstaafu awamu ya tatu Benjamin Mkapa anatumia fursa hiyo kutoa maoni yake kuhusu hali ya kiuchumi na usalama duniani. Akizungumza na waandishi wa habari kando ya mhadhara huu, Mkapa ameshauri kuundwa upya kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakalokidhi haja ya wakati huu. Eh, nimezungumza kwamba Umoja wa Mataifa unahitaji kufumuliwa na hususan e, taasisi ya Baraza la Usalama kwa sababu dunia imebadilika sana e, kuna mataifa makubwa yameibuka tangu ilipoanzishwa Umoja wa Mataifa mwaka 1945 ambayo yana nguvu ya kiuchumi lakini nguvu vile vile ya silaha ambayo ingalioweza au kuwastahilisha kuwa wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama. Kutokuwapo kwao kule kunaweza kuchochea kwa kuibuka ma, ma, ma, marumbano mengi sana sana duniani. Kwa hivi mabadiliko hayo ni lazima yafikiriwe kusudi dunia iweze kuwa ya haki zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Katika hatua nyingine, Mkapa amezishauri nchi za Afrika kujenga mfumo imara wa kidemokrasia na utawala bora na unaolinda rasilimali za nchi na wananchi wa taifa husika, kwamba kuna hoja ya kushirikisha jamii nzima katika mambo ya maamuzi na utawala. Vile vile, eh, vile vile kujenga sera ambazo zinajenga usawa, zinaondoa mgawanyiko wa wananchi kwa misingi ya dini au kabila. Vile vile, serikali ambazo zitalinda mali asili ya nchi zao na kuhakikisha kwamba mikataba wanayofikiana na mataifa makubwa, makubaliano hayo yanalinda haki ya wananchi kufaidika. Wakati huo wa huo, Mkapa ameasa mataifa makubwa yenye nguvu za kiuchumi duniani kuendelea kuheshimu mikataba baina yake na nchi zinazoendelea na kudumisha amani na utulivu na kufanya dunia kuwa sehemu salama. Aaroni Mdikaria,